Kwa jina Baba la Mwana na Roho Mtakatifu na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha dominika ya tano ya Kwaresma, ndiyo dominika ya mwisho, ndio tuweze kuadhimisha dominika ya matawi, dominika inayokuja. Na kama desturi leo, uh, tuna ndio ta, tunafanya takazo la tatu, ili tuweze kuwaandaa wakatekumeni wale ambao wanabatizwa na hivyo hivyo katika mila yetu kama Wakatoliki, ndio tuna misalaba yote inafunikwa mpaka ile e, Ijumaa Kuu, tunaposherehekea mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo na hivyo hivyo, hata sanamu ambazo ziko katika kanisa zinafunikwa mpaka siku ya vijilia ya Pasaka. Haya yote eh, tumejaliwa na mama kanisa ndio tuweze kuendelea kutafakari maisha yetu. Muda umesonga sana, zimebaki siku chache ndio tuweze kumaliza mfungo wetu. Lakini kuna maswali ya kujiuliza. Je, umefunga namna gani? Umekuwa bora ama umekuwa dhaifu zaidi? Umeweza kuwa na shida za watu wale wengine ambao umeongozwa na ubinafsi? Wewe umekuwa mtu wa kuona kasoro za watu ama vile vile unaona kasoro zako? Tukianza mfungo, tulisema kwamba sio muda wa kuangalia kasoro za watu, ni kuangalia madhaifu yako, sio kunyoshia watu vidole, lakini unajinyoshia wewe mwenyewe. Unaona vile umethoofika, unaona vile ume, umepotea vile uko katika ngiza, lakini sio kuona uh, mambo ya watu wa wengine. Je, hiki kipindi kimekuwa na mazao katika maisha yako ama haija kusaidia? Mbalika katika ndoa ama uko vile vile? Mbalika katika sala ama uko vile vile? Tuombe leo ili Mungu atuumbe upya aweze kutusamea dhambi zetu na hivyo tuweze kuwa watoto wake waaminifu. Na somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 aya ya 16 hadi ishirini na moja. Tunaona kwamba Mungu anawaadia kuwakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani Babeli, kama vile alivyowakomboa wao wa Israeli kutoka kule Misri jinsi anavyowapatia nehema zake, jinsi anavyowainua katika hayali ambao wana, wana, wana, wana, wana, wanaona kwamba inawasukuma. Anawaambia kwamba ataweza kufanya njia njangwani na hivyo hivyo mito ya maji nyikani, kwa sababu anawambia kwamba yeye, nitafanya njia ja hata njangwani na mito ya maji hata nyikani, wanyama wa kondeni wataniheshimu mbweha pia na mbuni. Kwa hivyo yeye anataka waweze kuona kwamba ni baba anayowajali, ni baba anayowainua, ni baba anayowatakia makubwa. Na ili aweze kuwafanyia hii njia na maji, anawaambia kwamba msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya zamani. Kwa hivyo anawaonya, anawaambia kwamba wasahau shida zote za utumwani Labda wana wa Israeli kila mara walikuwa wanaona jinsi walivyokuwa wanateseka, jinsi walivyokuwa wanatumiwa vibaya. Kwa hivyo ni kama njia ya kukata tamaa, na ndio sababu Mungu alikuwa anawatumia manabii ili awaweze kuwapatia matumaini. Na hili somo linaendana na maisha yetu leo. Tunakumbushwa kwamba tuache kutazama ama kuwazia yale yaliyopita. Acha kushinda ukiteseka ukijie, uki, ukiwazia shida zile ulizopata mwanzoni mwa ndoa, vile umeteseka katika ugonjwa, vile umeteseka ukitafuta kazi, vile watu wamekuongelea vibaya, vile watu wamekusema. Acha hayo ya kitambo, kwa sababu hata ukiyawazia hautaweza kubadilisha chochote lakini ungekuwa na mtazamo mpya wa kuweza kuyasahau hayo na kuacha kutafakari hayo, ungekuwa na nguvu za kuwazia mambo mazuri. Kumbuka, wakati ambao una unawaza mambo mabaya unatumia nguvu nyingi sana, na huwezi kufanya mambo mazuri, na huwezi kuwazia mambo ya kujenga, saa zote ni kuwazia ya kuharibu. Wakati uko na hasira, hauwezi kuwaza kitu cha upendo, unaona vile utaweza kujilipiza kisasi ama vile utaweza kufanya mtu mule mwingine aweze kukasirika. Hata vile vile katika ndoa, wacha kuwaza vile mtapigana, vile utaweza kuanza kwa kutafuta taka, talaka ha, vile utaweza kurevenge kwa sababu katika ndoa yako. Hapana, acha mambo ya kitambo Acha kuwaza yani ya kusaidii, unajeza moyo wako na vitu vingi ambavyo havina mahana, ya sahau yayo saa zote. Ukikaa chini, badala ya kutafakari vile Mungu amekupenda unatafakari vile shetani anakutawala. Badala ya kutafakari vile utaboresha familia yako, ni vile utafanyia mzee ama vile utafanyia mke. Badala ya kutafakari vile utaweza kuunda watoto wako, unaanza kuwazia kwa nini uliwazaa, kwa nini uko nao watoto. Hiyo itakusaidia? Tafakari yale mazuri, tafakari ya kujenga. Ukija kanisani, wacha kutafakari mambo ya huko nyumbani, acha kutafakari sherehe ulikuwa nazo jana. Tafakari kuhusu uzuri wa Mungu, tafakari kuhusu sakramenti, sikiza neno la Mungu, iwaze iweke ndani ya moyo wako, na hapo utaweza. Hakukuwa vizuri, acha shida za zamani, acha shida za zamani. Kila mara mambo ya miaka ishirini unabeba mambo Ma, ulifanyiwa na watu kitambo na yabeba ndugu yangu, utakufa. Waza yale mazuri, wasi ya furaha. Mambo makubwa autendeka wakati ambao uko na furaha na wakati ambao kuna furaha, furaha, mambo makubwa yanatendeka. Waza yale ya kujenga, fungua macho yako uone uzuri Mungu amekuwekea. Acha kutafakari yale mangumu ambayo shetani anayapitisha katika maisha yako. Na somo letu la pili inatoka waraka mtume Paulo kwa Filipi sura ya tatu nane, na kwamba, aya ya 8 hadi 14. Na n na yeye anasema kwamba nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi kumjua Paolo, wa kumjua Kristo Yesu. Paulo anawahimiza Wafilipi ya kwamba yale yote ambayo anazingatia ya mahana hata yana mahana kwa sababu uzuri huko ndani ya Kristo ni mkubwa kuliko yale yote ambayo tunayaona katika, katika maisha haya, na anasema kwamba sio kwa, sio kwamba yale ambayo tuko nayo ni mabaya, ana sio kwamba kutafuta ni vibaya, ama sio kwamba mali kuwa na mali ni, yeah, yeah, ni vibaya hapana. Yeye yeah, anasema kwamba kile cha mahana ni kuona Mungu katika maisha yetu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 saa zingine unadhania kwamba umefika kwa sababu uko na mke kasoro, shida zinaweza kuwa katika ndoa. Sasa zingine unadhania ukiwa na watoto ya kwamba yote yamekamilika, watoto ukuacha ama, wanaweza kuwa hawana thamana ama maisha yao yanaweza kuharibika. Sasa zingine unadhania kwamba umefika kwa sababu umekuwa na kiongozi, uongozi ni wa muda. Saa zingine unaweza dhania kwamba umefika kwa sababu uko na afya nzuri kuliko watu wote, watu hudhoofika. Saa zingine wanadhania kwamba wako na akili nzuri kuliko watu wote, watu upangawa. Kwa hivyo, ndugu yangu, useme kwamba umefika? Bado tukiwa katika ulimwengu huu, tunaendelea na kuumbwa, tunaendelea na kujengwa. Kuna watu ambao walikuwa na vitu kuliko wewe, saizi hawana wana. Kuna watu ambao walikuwa na ndoa nzuri kuliko wewe, saizi hawana wana. Kuna watu ambao walikuwa na watoto wazuri, saizi wote wamepangawa na wengi ambao walikuwa nadhania kwamba ndio wazuri kuliko wote, sahahisi wamelinganishwa, wame na ile takataka ambayo Paulo ameisema. Ndugu zangu, tukaze mwendo, tuseme kwamba umefika. Sidhani ya kwamba ukiwa kanisani yote yamekamilika. Hapana, ng'ang'ana katika imani, seme ya kwamba kwa sababu kila mara unaenda kanisani mambo yako yamesawa. Kwa sababu hapana, kazana mpaka mwisho. Changamoto zipo katika barabara. Leo uko na kitu, kesho hauna. Kesho leo hauna, kesho uko nayo. Leo uko na baraka, shetani anakutawala kesho nakuta kwamba umeanza kupata shida. Usiseme ya kwamba umefika, lakini kaza mwendo. Na hiyo ndiyo kama imani ya kwamba hata katika maisha yetu ya kiroho, sio kwamba tumefika. Ibilisi yuko anatujaribu kila siku, anatujaribu kila wakati, ili atuangamize. Usimpatie nafasi katika maisha yako Kaza mwendo mpaka mwisho, lakini kumbuka kwamba yale ambao hayana maana yatue katika maisha yako, yashike yale ya mbele. Paulo anatuambia hivyo, tushike yale ya mbele, tusitazame nyuma, tusitazame kule ambako wametoka. Angalia kule mbele, yale nyuma ya nyuma yakufundishe, lakini mtazamo mpya na matumaini ni kwamba yale yote yako mbele yetu ni mazuri. Kwa hivyo usibebe vitu ndani ya moyo wako, usibebe uchafu ndani ya moyo wako. Hiyo ni takataka, toa hiyo takataka, toa uchafu ndani ya moyo wako, ili uweze kuwa mwepesi wa kutembea, ukiangalia ha mbele. Acha ma manguniko, acha kuwazia magonjwa matukano mweshi umesikia. Kila wakati tazama rehema za Mungu ambazo amekujalia mbele ya macho hoyo yako. Na injili yetu ya leo inatoka katika mwinjili Yohana sura ya nane aya ya kwanza hadi kumi na moja na ni kuhusu yule mwanamke aliyefumaniwa katika usinzi, akaletwa. Yule mzee alikuwa naye, ama mwanaume alikuwa naye, akuletwa kisha tunaona kwamba uh, aliweza kuletwa na waandishi na mafarisayo mbele ya Yesu kwa sababu alikuwa anamjaribu Yesu, ili kwa sababu alifumaniwa waweze kumpiga mawe katikati. Wakati ule mtu yule ambaye alikuwa anafanya dhambi kubwa kama hilo, alikuwa anapaswa hapo uh, kupigwa mawe, lakini kuna swala ambalo Yesu anataka kutufundisha kwamba mara nyingi katika maisha yetu tunapenda kuona kasoro za watu wale wengine, lakini tunakosa kuona kasoro zetu. Na ndio sababu wa Yesu wakati ambao alianza kuinama akiandika chini, wale wakubwa mpaka akianza wale wakubwa kumaliza na wale wadogo waliacha huyu mama, kwa sababu Yesu aliwaambia kwamba yule ambaye anadhania kwamba ana kasoro, ana dhambi ya kuwa wa kwanza kurusha jiwe kumpiga huyu mama wote wakaondoka, labda dhamira zao siliwashtaki ama walikumbuka kwamba wao sio waaminifu. Kwa hivyo na sisi pia, katika maisha yetu mara nyingi tunapenda kuangalia kasoro na shida za watu wale wengine, badala ya kuangalia makosa yetu. Nilisema kwamba kipindi cha Kwaresma, kipindi cha kuangalia kasoro zako, kuangalia mafurufu yako waangalia yale mabaya anayotenda lakini, sio kunyoosha mkono kuangalia watu wale wengine. Kila mmoja wetu ako na dhambi. Mbona unapenda kuona shida za watu wale wengine? Kwa nini unaona ndoa ya fulani ya rafiki yako ndio mbaya kuliko yako? Kwa nini unaona mke wa fulani ndio mbaya kuliko wako? Kwa nini unaona mke wa fulani ndio mbaya kuliko wewe? Kwa nini unaona mfulani ndio anakunywa pombe kuliko wewe? Kwa nini unaona fulani ndio mzinzi kuliko wewe? kwa nini unaona uh, so, fulani na fulani wanaharibia watu kasi kuliko wewe? Na kumbe wewe unafanya maovu makubwa. Kusema ukweli, ni wewe unapaswa kupigwa na mawe, kwa sababu ufai kwa yale ambayo unayafanya. Ni wewe unapaswa kupigwa mawe, kwa sababu umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ushiki sheria za Mungu, unapaswa kupigwa mawe kanisani umeacha, unapaswa kupigwa mawe. Mke wako umemwacha, unapaswa kupigwa mawe pia. Mume wako umemwacha, unapaswa hata kupigwa mawe. Wajibu wako katika familia ufanyi, unapaswa kupigwa mawe. Funga ndoa kanisani umeilahani hutaki, unapaswa kupigwa mawe. Hata vile vile sheria za Mungu zimekushinda Wee ndio unapaswa kupigwa mawe. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kinyume, hiyo ni dhambi kubwa, kama vile Waisraeli wana Waisraeli walivyokuwa Wayahudi walikuwa kuwa kuzinzi, uh, ikiwa dhambi kubwa. Hata wewe yale ambao mbao namafanya ni makubwa, ni vile watu wawaseni ni makubwa, unapaswa kuletwa mbele ya watu alafu uweze kupigwa mawe, kwa sababu ufanyi kulingana na mapenzi ya Mungu na wakati ndio huu, kuweza kuomba toba kwa Mungu. Huyu mama aliomba toba na Mungu, Yesu akaweza kumsamehe kusimama mbele za Mungu. Jiangalie jinsi umedhoofika, jiangalie jinsi ambavyo kuna kasoro na uombe Mungu ili Mungu akusamehe. Usione kwamba wale wengine ni wabaya, ni wewe mbaya zaidi. Usione kama watu wale wengine wako na mshine, wewe uko na mshine sana, ni wewe uko na mdomo Sio ni watu wale wengine ya kwamba waende kanisani, kwanza wewe unakosa kila wakati, awapokesa kamandi navyostahili, wewe unawazia mambo mabaya. Omba toba kwa sababu wakati ndio huu, ili neema za Mungu kwa sababu zatosha uweze kusamehewa dhambi zako. Jiangalie wewe mwenyewe ndio sababu tunakumbushwa katika Saburi. Msaburi anatuambia Bwana kwamba Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi Mungu ametufanyia makuu katika maisha yetu, tunapaswa kufurahi, tunapaswa kuwa na moyo wa shukurani. Mungu ametufanyia makuu katika ndoa, mshukuru Mungu. Mungu amekufanyia makubwa katika kazi, mshukuru Mungu. Mungu amekufanyia mengi katika ha, ha, maisha yako kwa jumla, mshukuru Mungu, kwa sababu yeye ndiye baba wetu amejaa huruma na nehema. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Eba mama, tunakushukuru kwa sababu ya neema ambazo unatujalia kila wakati. Mara nyingi tunapenda kuona kasoro za watu, lakini tunajisahau kwamba ni sisi wabaya hata kuliko wao, tunapaswa kupigwa mawe. E, Yesu mwema, tuhurumie, tubadilishe, tuunde na watujalie neema za kutenda yaliyo mema. Natuomba hayo kwa ajili ya Kristo na bwana wetu. Na bwana awe nanyi, na wabariki Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nawatakia Dominika njema. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kucomment. Ndio tukuwe pamoja katika ijano yetu Living Word.